Kitambaa cha nyuma, namna ya kukipima kitambaa cha nyuma. Kama kawaida ni kwamba lazima ukikunje mara mbili kama kawaida hivi mara mbili, alafu aa, kama kawaida yetu lazima uweke mwanzo wa kitambaa, ujue ana naanzia wapi. Hiyo ni swala la sio swala la kuuliza, ni lazima. Sasa baada ya hapo, natakiwa tu tuanze sasa kupima kitambaa cha nyuma. Kwanza tunatoa nchi moja hapa. Uh, tunatoa nchi moja hapa kwa niaba kwamba ya kushonea zipu, ila zipu unaweza ukaamua wewe, aidha iwe nyuma au uiweke pembeni, kwa sababu pembeni pia unaweza ukaamua uweke mfuko au usiweke mfuko, vyovyote unaweza ukaamua wewe. Baada ya kupima, kutoa nchi moja, ni kwamba nguo yetu tumeikunja pale ambako nimekwambia kwamba ndo ile ile linda nini hii hapa, ile daksi hii imebaki hapa tumeikunja hivi ili tulete nguo yetu, tunakuja tunaipachika nguo yetu hapa hivi. Baada ya hapo, ni kwamba utakata wa kufuatisha nini, wa kufuatisha, unakata wa kufuatisha kitambaa cha mbele. Kwa hiyo tayari tumepata kitambaa chetu cha nyuma kiko hapa. kwa hiyo hapa tunaweka alama kwa niaba ya kujua wapi tutakapoanzia kushona hapa na, na huku chini pia kujua wapi tutaanzia kushona ni kwamba hapa kama nilivyokuambia, hapa ni kwamba utaangalia wewe utakavyofanya, inategemeana na utafanya vipi, lakini mimi nimekuambia, nimeweka nchi tatu na nusu kutoka hapa kuja hapa nchi tatu na nusu Kwa hiyo napinda hivi hapa, nitaingia kidogo hivi, halafu nashuka. Sawa, nashuka hadi kwenye saba au unaweza ukaweka hata saba na nusu. Sawa, baada ya hapa nitachukua nguo kitambaa yani, tachukua kitambaa, nitakandamizia juu. Uhakikishe umepata kitambaa ambacho kitakuwa kimelingana na hapo, na lazima pia ukikunje mara mbili kama kawaida ya kitambaa kinavyokunjwa, yani ikiwa na maana hivi. Alafu unapachika hapo, uhakikishe kimezidi. Na hapa pia unaweza ukaweka alama kujua huku juu utaishia wapi, alafu unafanya hivi Ukishafanya hivyo unatoa unarudi, sasa kwa hiki ambacho umefanyia hiyo nini yako hapo, sawa. Kwa sasa tuseme kwamba hapa nguo yetu ina, ina, itaishia hapa hivi, aha. Unaweza ukaongeza kidogo, sawa. Hapo alafu hapa chini unakata kwa chini, chini ya hiyo chini ya alama, usikate juu ya kwenye alama, kwenye unakata chini ya alama, kwa sababu hapa juu utapakunja hapa utapakunja hivi, tuweke alama hapa hapa, na hapo tukate kidogo hivi. Sasa utachukua pasi ku, kukunja hivi, kwamba utakunja hivi pande zote mbili, huku na huku, alafu tutapata tutapata hivi hivi, ndio itakayoenda sasa kukaa pale katikati ambako tulikuwa tuna tunapasema sawa. Nadhani hadi hapo tunakuwa tumemaliza baada ya hapo sasa ni kwenda kwenye cherehani na kuanza kuiunga ile nguo. Twende moja kwa moja kwenye cherehani kuonyesha namna ambavyo utaanza kuiunga ile nguo. Okay, ah, sasa ni kwamba baada ya kumaliza kutoka kule umeshakata kila kitu, kwa kinachofuata ni kwamba tuta tutaanza sasa kushona kama kawaida, tutashona kuanzia hapa tunakuja kuishia kuishia hapa ambako ni ile saba niliyokuambia sawa? Sio kwamba tunaishia, tutaishia hapo tutaifunga hapo kwenye saba alafu tutaendelea hapa tunafunga kama kawaida, tunakaza. Okay, kufika hapa tutakaza kama kawaida, kwamba tumekaza hapa, ili huku uh, chini tutaendelea. Kwa hiyo hivi tulivyokaza hapa hapa, ndo mwanzo wa nini wa darts utakapoanzia, kufanya ni kwa hiyo cha chakufanya ni kwamba tunaendelea chini kama kawaida. Sasa ukiangalia huku chini isijakaza, kwa sababu itafumuliwa, huku chini haina haja ya kukaza kwa hiyo baada ya hapa sasa una, unatakiwa sasa uende sasa aa, kwenye meza ambako kuna pasi sawa. Kwamba hapa katikati unatakiwa katikati, yaani hivi, sawa? Ukisha ifanya hivi, kwa hiyo uta, utanyoosha hapa sawa. Unanyoosha hii hii ambayo ndo, ndo linda ambayo tunaitaka hiyo, utainyoosha hivi, sawa nadhani umeona, utainyoosha itakaa hivi na u, na, yani pande zote huku na huku tumesha, tayari tumesha kuja tumeitengeneza hizi yani kama uonavyo sawa, unaona. kwa hiyo tunatakiwa sasa tuifunge hapa ili isiwe nasumbua. Okay, baada ya hapo, kuna hiki kitambaa hiki ambako ndo nimekwambia hiki, tutapachika hapa mbele hivi. Kwa hiyo tutaangalia katikati ni wapi mwa hiki kitambaa unaweza ukaanzia katikati kushona, katikati kuja kuja kushoto au kulia, au unaweza ukaanzia kulia ukazunguka nayo moja kwa moja, lakini ni vyema zaidi ukaanzia katikati. Tutashona. Okay, hivyo hivyo tena tunageuza.